I kio mchezo, um, <coughs> na Katibu Tawala wa Wilaya na ndugu zangu wote, leo tumeshirikiana hapa. Tupo hapa kwa jukumu moja tu, na bonanza letu kama unavyoona bonanza letu la bonazali, bonazali, kumaliza mwaka wa fedha. Mwaka fedha ngapi? Mwaka fedha ngapi? napiapi ngapi? Leo tarehe ngapi? tarehe ngapi? tarehe 29. Tuna siku moja tu ya kesho. Kwa hiyo tu kama halmashauri au kama wilaya tumefanya kazi nzuri sana kuna mafanikio makubwa tumeyapata katika utendaji wetu shughuli za serikali kwa mwaka huu wa fedha 24 25 ambayo tunamaliza kesho. Tulikuwa na malengo mengi na makubwa na mazuri, tuliyafanya kwa mwaka huu na tumefanikiwa vizuri zaidi. Kwa hiyo tukaona basi tukutane hapa leo tufanye jogging, tufanye hizi bonanza, tuambiane yale ambayo tumeyafanya kwa mwaka huu lakini pia l ambayo tutatarajia kufanya kwa mwaka unaokuja, ili kwa pamoja sisi sote tufanye shughuli zetu za maendeleo kwa pamoja. Halmashauri yetu ya Malinyi ni yetu sote, na wote tutahakikisha fanyaje tunaijenga halmashauri kikubwa kabisa cha halmashauri ili shughuli za maendeleo ziende, ni lazima tuwe na mapato ya kutosha. Mapato hayo yaende katika shughuli mbalimbali ambazo zote tumekuwa tumejipangia pamoja, na tutaweka mikakati mizuri sana, ili kwa pamoja tuanze sasa kuanza mwaka mpya vizuri, mwaka wa fedha. Hilo ndio dhumuni letu la bonanza letu hili la leo. Awee. Asante kwa majina, naitwa Saida Abasi Mhanga, Katibu Tawala wa wilaya na ni mwenyekiti wa michezo katika wilaya yetu ya Malinyi. Dhumuni kubwa la kufanya bonanza hili la michezo siku ya leo ni kuhamasishana wananchi kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu, lakini pia vijana tunaambiwa nafasi zipo. Tujitokeze nasi tukagombee, lakini pia tuwachague viongozi ambao watatuletea maendeleo katika wilaya yetu. Michezo oyee! Oyee! Asante.